Sasa tuangalie wimbo wa pamoja, universal resonance. Kwa Kingereza sema universal resonance eh? wimbo wa pamoja. <laughs> Haya mambo yakianza kuelewa, kuna raha inaanza kukuingia. Fikiria vyombo mbalimbali vya mziki, ngoma, filimbi na zeze. Kila kimoja kina sauti yake ya pekee. Kikipigwa peke yake kinaleta sauti nzuri, lakini vikipigwa pamoja kwa kufuata mdundo mmoja vinatengeneza wimbo unaosimulia au unaosisimua roho. Manake ni nini kwako? Unapokutana na muumbaji mwingine, usijaribu kubadilisha sauti yake iwe kama yako. Badala yake, tafuta ule mdundo mmoja unaounganisha mdundo mmoja unaowaunganisha wote. Huu ndio mwangwi unapofanya kazi na wengine kwa ajili ya jambo kubwa, mfano kama jamii au maendeleo ya pamoja. Usipoteze utambulisho wako, ongeza sauti yako ya pekee kwenye ule wimbo mkuu, ili uweze kusikika. Watu ambao wajikujisha kujihusisha na kuimba kwaya wanaweza kanielewa. Kuna muda anakuambia sauti ya nne usiimbe sana, itakuwa isikike sauti ya tatu. Ndicho ninachokimaanisha, lazima ujifunze kwamba kila mtu lazima atembee kwenye njia yake, lakini kuna ushirikiano wa pamoja Kwenye ushirikiano kila mtu lazima apaze sauti yake, ili mweze kutengeneza wimbo mzuri, kama vile ambavyo anatengeneza hata ngoma za asili. Mwingine anapiga namna hiyo, mwingine anapiga namna hiyo, kila ngoma inalia wimbo wake, inalia, inalia mlio wake, lakini kinachotengenezwa pale ni mziki mzuri. <laughs> Ndio hicho kinachokimaanisha. Kwa hiyo ruhusu kila kitu kilie kwa sauti yake. Usilazimishe kitu kilie kwa sauti yako au usilazimishe kulia kwa sauti ya mwingine kwa, kwa sababu hautoweza hiyo sauti yake inatoka ndani yake, haitoki ndani yako. Wewe una sauti yako inayoweza kutoka ndani yako, mwangu ya ulimwengu. Narudi kwenye kipengele cha pili katika hatua hii ya sita. Sasa, katika kipengele cha pili hapa kwenye hatua hii ya sita, mwangu wa ulimwengu, maikali yanapokutana ya ya kujenga hekalu kubwa la pamoja, kama vile hekalu la, kuna hekalu linaitwa Luxor Luxor, hekalu la, ukisearch kwenye mtandao Luxor Kwenye, kama una kitabu unaweza ukaangalia hapo kwenye ukurasa wa ishirini na tano hmm? Na ukurasa wa ishirini na tano kwenye kipengele cha pili nimeandika kujenga hekalu kubwa la pamoja kama vile hekalu la Luxor ambapo lilijengwa kwa mawe mengi yaliyounganishwa kwa usahihi mm -hmm. Usahihi tunasema jamii mara inajengwa, inajengwa na mahekalu yaliyokomaa. Unapo na unaposhirikiana na wengine kutoa mawazo yenu nje mwashikana wengine kutoa mawazo yenu nje, hamshindani pale, hamshindani. Ukileta ushindani unakuwa unapoteza uhiano, badala yake mnakuwa mnajenga. Kama hapa tuko wengi, mimi siko hapa eti kukufundisha au kukupigia makelele au vipi. Hapa tuko ili tunajengana, lakini pale unapojifungia uelewa wako na ufungia, unapofungia ndani, shauri yako mwenyewe, utakuwa mwenyewe, utakufa nao na mawazo yako hayo. Watakuwa nasema watu watakuwa nasema watu wamekufa na magari makaburini, watu wamekufa na viwanda makaburini. Katika hatua hii uumbaji wako unakuwa na nguvu mara mbili zaidi. Unapo, una, unapokea ma, zaidi kwa sababu unapokea mwanga tunasema, unapokuwa mnashirikiana na wengine kutoa mawazo yenu nje mnakuwa mshindani, bali mnajenga kana. Katika hatua hii uumbaji wako unakuwa na nguvu mara mbili zaidi kwa sababu unapokea mwanga kutoka kwa wengine. Hii ndio siri ya maendeleo ya asili. Hakuna mti unaokuwa peke yake jangwani kutoa kivuli cha kutosha unijaelewa? Ni vizuri kaelewa kwa sababu sio vibaya kujishusha kwamba sijaelewa. Pia vile tunaangalia kipengele hiki cha tatu ambacho kinatueleza kwamba kulinda mlango wa hekalu lako ni muhimu. Hata unapoungana na wengine, kumbuka, kwa wewe bado ni mlizi wa hekalu lako. Usiruhusu kelele za wengine zivuruge ule utulivu wako wa ndani ulioupata porini. Hata ukiwa na na biashara ikiwa inaenda hivi na hivi, usiruhusu makelele ya watu wengine waingilie kile ambacho ulikipata porini, kwa sababu kile kilichokupata porini ndio kimekufanya ukaanzisha hiyo biashara. Sio wale kwa lazima eh? Lazima uzingatie kurudi kwenye hekalu lako au urudi pale uliposoma au ulipoandika mpango wako wa biashara. Eh? Na kama ulikuwa unatengeneza soda imepoteza uwiano, imepoteza ladha, lazima urudi kwenye kanuni yako ile iliyoleta ladha ya watu wakaipenda. Naam, nafikiri umenielewa. Muungano wa kweli ni ule unaokupa nguvu ya, nguvu ya kuwa wewe zaidi na sio nguvu yako. Ukiona unafanya ushirikiano na mtu, badala ya kwenda mbele unarudi nyuma, huo sio ushirikiano mzuri, huo sio ushirikiano wenye wenye uwiano. Ikiwa ushirikiano unakufanya upoteze amani yako ya ndani, rudi kwenye hatua ya kwanza ya kujitambua. Mwangu wa kweli huleta amani na sio vurugu. Mwangu wa kweli huleta amani na sio vurugu. Umeanza kuona picha kubwa. Wewe sio tone la maji lililopotea baharini, wewe ni bahari nzima iliyo ndani ya tone moja, na sasa unacheza na matone mengine kutengeneza wimbi kubwa la mabadiliko. Ndicho tunachokifanya hapa, mimi na maarifa, na na maarifa share na wewe, ili tuweze kutengeneza wimbi kubwa sana la mabadiliko. Mimi ni tone, na ni tone tone na na wewe, lakini tukiungana tunakuwa tunatengeneza bahari kubwa, na bahari hiyo itatengeneza wimbi la mabadiliko, ndio zamila Nilijua kwamba peke yangu siwezi kuweza na maarifa haya, najua kwamba mti mmoja hautengenezi kifuli peke yake. najua kwamba mti mmoja hautengenezi bustani peke yake. najua kwamba ua moja halitengenezi bustani nzuri. najua kwamba wimbo mzuri hauundwi na sauti moja. unaundwa na sauti zingine ambazo kila sauti inatetemeka kwa usawa wake, na kuunganiko wake unatengeneza mtetemo huo unaoleta hali ya hewa ya furaha. kwa mfano ile nyimbo ya kale ka distance baby sikuoni, ile ya monize eh, kama unaipenda sio uipende. Na kuja kuendelea katika hatua ya saba, baada ya kwa nimeanza hatua tatu ya kipengele cha tatu katika hatua ya sita, tuendelee katika hatua ya saba leo. Nataka tumalize masomo haya kwa uhuru kabisa, kila mtu aendelee na maisha yake vizuri. Na kama unataka unahitaji kitabu, kinauza shilingi eh, kama unaipenda sio, kumi na tano. Namba za mawasiliano yangu nafikia kwa hapa ndio hii, unapo na voisi. Na kama unakuwa umesikia sauti sehemu nyingine Sio kwenye grupu hili, basi utafanyaje? Nitaweza kuweka namba huko, utaweza kunipata au ingia hata kwenye Google, mimi kwa wingi sana. Ingia kwenye Google, andika Ndangisha Kafumo, unaweza kuniona na kunipata muda wote na saa yoyote, nitumie email, nitumie message, nipigie simu ya kawaida eh. Tunaendelea na toa ya saba. Hapa tupo ili tuweze kufanya mabadiliko, hatupo ile kupoteza muda, hatupo hapa ili kujifunza meditation si kufungua jicho la tatu. Hapana, tunajifunza kitu kilichokamilika Mbegu kamili, mbegu kamili iliyokomaa, ikakomaa, huwa inaota na kuzaa mbegu zingine. Mbegu ambayo haijakomaa huwa haioti, au ikiota haidumu, au ikidumu inawazaa vitu ambavyo havieleweki. Hata mbegu ya kiume kwenye mfuko wa korodani, nafikiri madaktari wanasema inashindwa kuzalisha na mtu anakuwa na matatizo ya uzazi.